Hii ndio faida ya kujifunza maua tofauti tofauti wakati wa mazoezi yako ya uchoraji wa henna. Hello, vipenzi. Leo nikiwa hapa naandaa kazi za wanafunzi wangu huku natoa maelekezo kidogo hapa. Ni kwa nini ukiwa unajifunza kuchora ni vyema ujifunze design ya maua tofauti tofauti. Kama unavyoona hapa, mimi leo niko nachora ili ua la kutambaa, lakini unavyoliona limechorwa kwa ustadi mkubwa na bila mazoezi nisingeweza. Ehe, kwa hiyo pia kama unahitaji uwe, uwe mwepesi wa mkono ama uweze kutoa design tofauti tofauti, unatakiwa ufanye mazoezi ya kutosha bila kuchoka mazoezi ya kutosha ya maua ya kila design unayoiona wewe, yaani wewe kila utakachokiona fanyia mazoezi, ili mradi umeona mtu amechorwa, basi wewe ichukua ile ua fanyia zoezi, kwa sababu wateja wanatofautiana. Kuna wengine wanapenda maua ya kujaa, wengine wanapenda maua simple, wengine wanapenda maua ya kutembea kama hivi kwao. Jitahidi sana, usibezi kwenye maua ya aina moja. Karibuni darasani.